Tunashukuru sana uh, tunashukuru uh, Bandarini Sacco kwa mapokezi yao ambao wametupokea ameupokea wametupokea kwa njia nzuri, na tunafurahia sana kwanza. Mimi kama Port Sacco memba nimefaidika sana, nimefaidika sana. Port Sacco imeinua maisha yangu imeinua maisha ya familia yangu, mimi pamoja na familia yangu, nimeinua maisha yangu sahii, hasa mkulima, mkulima wa ng'ombe za maziwa, na nimepata mbautok In the lives of people and the na kile mimi ninaweza akahimiza Wakenya wenzangu na Watanzania wenzangu, ambao ndugu zangu oiitahai maisha yako itakuangalia mpaka imetuwezesha kama members tumefika mahali, ndiko tutafika sasa. Mimi naongelea nikiwa bandarini, asa partner in Tanzania, asa friend in Tanzania. Singefika hapa kama siyo huko sana. Kwa hivyo kwa Tanzania, naambia ukipata pesa yenu mshahara yenu, ekezeni katika Bandarini SACCOS. Hapa pesa zenu, kuna udhamini wa pesa zenu, kuna haki ya pesa yenu, pesa yenu zitakuwa salama. Na kwa wananchi kwa jumla, Bandarini SACCOS haibagui, si lazima uwe mfanyakazi wa bandari, si lazima uwe mfanyakazi wa serikali. Pata faida kidogo, kuna moja, kujiwekeza shilingi mbili kwenye Bandarini SACCOS.